Wakorintu wa kwanza sura ya pili mstari wa 16. Maana ni nani aliyefahamu nia ya, ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Ukisoma kuanzia nyuma kidogo, utaona alikuwa anaongea habari za mtu wa rohoni na mtu wa mwilini, kwamba mtu wa mwilini hawezi kuyafahamu mambo ya rohoni, kwa sababu yanatambulika kwa jinsi ya rohoni na sio kwa jinsi ya kimwili. Na akaenda mbele akasema, mtu wa rohoni mwenyewe pia hatambuliwi, hatambuliki. kwa hiyo ukiona unaweza ukawa defined uweze ukatafsirika kirahisi kwa watu wa mwilini, maana yake hatujafika rohoni vizuri. Aasema mtu wa rohoni hatambuliwi na mtu, akaenda mbele kidogo, sura kumi na sita, ndipo akasema ni nani aliye na nia ya Kristo amwelimishe, amwelimishe mtu yule ambaye mambo ya Mungu kwake ni kama upuuzi. Akasema sisi tunayo nia ya Kristo. Aliposema sisi tunayo nia ya Kristo, Kiswahili kimetumia neno nia Kiingereza kinatumia neno mind. Mind kwa Kiswahili ni akili. Kwa hiyo ile neno nia kwa lugha nyingine ni akili, ni ufahamu kamili wa mtu, ni mahali ambapo mawazo ya mtu, fikra za mtu, mitazamo ya mtu na maamuzi ya mtu yanatengenezwa na yanajengwa hapo. Ukisoma Injili ya Yohana sura ya kwanza, soma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa tatu, hapo mwanzo kulikuwako neno naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Maanake ni nini? Make ni kwamba anaposema tunayo nia ya Kristo, make tunayo mind ya Kristo, make kuna akili ya kimungu iko ndani yetu. Kuna ule uwezo wa Mungu huko ndani yetu, kuna ule ufahamu wa kimungu huko ndani yetu. Ni ule ule uliokuwapo mwanzo ambao kwa huo vyote vilifanyika, pasipo huo hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa lugha nyingine ni kwamba kila mwanadamu ambaye amempa Yesu maisha yake ana akili ya kiumbaji au ya kitatuzi ya kutatua changamoto na matatizo mbalimbali yanayotokea kwenye mazingira yake. Vyote vilifanyika kwa huyo, pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Ni ile mind iliyokuwepo wakati wa umbaji ambayo ilileta vyote kwenye uwepo, ndio hiyo alideposit ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo unayo akili ya kiumbaji ile ya Kristo kwa sababu ya wokovu, ile akili ya kiumbaji iko ndani yako na inatenda kazi ndani yako.